Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo watu tisa wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na wale ambao umoja huo unasema wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamejiri wakati serikali ya Rwanda ikitangaza kukata uhusiano wake kamili na nchi ya Ubelgiji ikiishutumu kwa kuchochea vikwazo hivyo. Kulingana na tangazo la Umoja wa Ulaya EU, vikwazo hivyo vimewalenga Meja Jenerali Ruki Karusisi, maarufu kama Rocky, aliyekuwa kamanda wa maalum lakini aliondolewa katika wadhifa huo wiki iliyopita na kurudishwa makao makuu ya jeshi . Pia maafisa wengine wawili wa jeshi, Meja Jenerali Eugene Nkubito na Brigadier Jenerali Pasco Muhizi. Umoja huo umesema wawili hao waliongoza majeshi ya Rwanda kusaidia waasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa waasi wa M23 waliolengwa hasa na vikwazo vya umoja wa Ulaya ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo, Bertrand Bisimwa, Kanali John Nzenze, msimamizi wa idara ya ujasusi na Kanali Joseph Bahati Musa anayejulikana pia kama Kanali Bahati Rasto, aliyeteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini. Yeye pia ni mshauri wa Jenerali Sultani Makenga ambaye anaongoza jeshi la M23. Miongoni mwa wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Kongo wanaohudumu chini ya waasi wa M23 na wengine kutoka Rwanda, akiwemo Bwana Francis Kamanzi, mkuu wa bodi ya migodi petroli, na gesi ya Rwanda, kampuni ya Gisabo Goldi ya mjini Kigali na uchimba na kusafisha dhahabu. Ni kampuni ya uchimbaji dhahabu yenye makao yake makuu mjini Kigali. Umoja wa Ulaya unasema kampuni hiyo inajihusisha na biashara haramu ya madini, hususan dhahabu. Mali za wahusika zinazopatikana katika mataifa ya sehemu ya umoja huo zitakamatwa na pia kuwapiga marufuku kusafiri barani humo. Tangazo hilo limekuja kufuatia Rwanda kutangaza kukata mahusiano yake na nchi ya Belgiji na kuwatimua wanadiplomasia wa nchi hiyo waliokuwa mjini Kigali. Kwa kujibu, Belgiji pia imechukua hatua kama hiyo. Kwa mujibu wa umoja mataifa ya Rwanda, imetuma wanajeshi elfu nne nchini Kongo. Serikali ya Rwanda imekanusha kuhusika na vita hivyo ikisema tu kwamba inachukua hatua za kulinda nchi yake kutokana na athari za vita. Katika hatua nyingine, kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limetangaza kuwa litashiriki tena katika mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika leo mjini Luanda, Angola. Awali, kundi hilo lilithibitisha kuwa litahudhuria kwenye mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana na serikali ya Kongo ambayo yenyewe inasema itahudhuria mkutano huo wa Luanda unaosimamiwa na Angola. Kujiondoa kwa M23 katika mazungumzo hayo kumekuja baada ya umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa kiongozi wake na makamanda wa jeshi la Rwanda. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa X msemaji wa kundi hilo Lawrence Kanyuka ameandika nana nukuu, vikwazo vilivyofuatana vilivyowekwa kwa wanachama wetu vinaathiri kwa zati mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote, Kanyuka alisema, akiongeza kuwa kwa sababu hizo, M23 haiwezi kushiriki tena katika majadiliano. Mapema siku ya Jumatatu, Kanyuka aliripoti kuwa wajumbe wa M23 walikuwa wamesha kwenda katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wakati M23 wakisusia, ujumbe unaowakilisha DRC huko Luanda tayari kwa mazungumzo, msemaji wa rais wa DRC Felix Tshisekedi aliambia shirika la habari la AP na kunukuliwa pia na shirika la habari la Al Jazeera kwamba wenyewe watashiriki mazungumzo. M23 ni mojawapo ya makundi ya patao mia moja yenye silaha ambayo yamekuwa kigombea eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa Kongo karibu na mpaka na Rwanda. Mzozo huo umezua mojawapo ya wa majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Zaidi ya watu milioni saba wameakimbia makazi yao huku watu elfu saba wakiripotiwa kufariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. M23 inaungwa mkono na takribani wanajeshi mia nne kutoka Rwanda na hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na rais wa Marekani Donald Trump atazungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin leo kuhusu kukomesha vita vya Ukraine, huku kukiwa na makubaliano ya eneo na Kiev na udhibiti wa kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Huenda ukahusika katika mazungumzo hayo. Tunataka kuona kama tunaweza kumaliza vita hivyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati akipanda ndege ya Air Force One wakati akielekea ya Washington kutoka Florida. Labda tunaweza labda hatuwezi, lakini nadhani tuna nafasi nzuri sana. Nitazungumza na rais Putin siku ya Jumanne. Kazi kubwa imefanywa mwishoni mwa juma, Trump alisema. Rais huyo wa Marekani anajaribu kupata uungwaji mkono wa Putin kwa pendekezo lake la kusitisha vita kwa siku thelathini, ambalo Ukraini ilikubali wiki iliyopita. Pamoja na hatua hiyo, bado pande zote mbili zinaendelea kufanya mashambulio makali ya angani, huku Urusi ikikaribia kuviondoa vikosi vya Ukraini katika eneo la Krushki magharibi mwa Urusi. Alipoulizwa ni makubaliano gani yanazingatiwa katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, Trump alisema tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutakuwa tunazungumza kuhusu mitambo ya kuzalisha umeme. Tayari tunazungumza kuhusu hilo, kugawanya ba mali Trump alisema. Rais huyo wa Marekani hakutoa maelezo yoyote, lakini kuna uwezekano alikuwa anarejelea kuhusu kituo cha Zaporizhzhia kinachokaliwa na Urusi huko Ukraine, ambacho ni kiwanda ama kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya. Urusi na Ukraini zimeshutumiana kila mmoja kwa vitendo vinavyohatarisha usalama katika kinu hicho. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov alithibitisha siku ya Jumatatu kwamba rais Putin atazungumza na Trump kwa simu, lakini akakataa kuzungumzia matamshi ya Trump kuhusu ardhi na mitambo ya kuzalisha umeme.